Asalamu alaikum habibi. Wa alaikum salam. Mi siwezi kuita majina hayo. Maka misijue. Na Ramadhani kama yanarusiwa au hayarusiwi? Kama ya rusi ndo usha fungulia hivyo. Kwanza kabla utaniambie kwanza. Nigeuke ushaka vizuri au yao nile ukaivivi. Maana mamba kuongea kwa tuangalia ni kama tuko jishini, sipendi bwana. Babu webni yache kujitia kwamba mpa wewe oh, ukigeuka tu utafungulia nayo majina, unayonita unafikiri hujafungulia bado? Kwahiyo nikwambie kitu kimoja <coughs> kitu ambacho kijui kwa wanandoa, kitu ambacho tulisiwi kwa kipindi kama icha Ramazani ni kutamaniana tu, lakini mambo kuitana majina hyo, bwana, mambo ya kawaida tu. Umesema vizuri, kwa wanandoa watu akuwashao wana. Mimi nawe tuna ndoa? Tumewana lini mimi nawe? Zaidi ya kunitesa tu mundani, asubuhi navaa mabaibui, mchana navaa mabaibui, kila wewe unashinda na vesti na joto hili lote. Ndio kwanza chungu cha kwanza nishachoka mimi bana, banaana wewe. Bana, unaongea sana bwana, kabla utem, niambia nigeuke, maana shingo yenyewe inaniuma pa, au unaendelea ukavihivi? Geuka, geuka, geuka Geuka umalizie kufungulia kwa nafikiri hujafungulia bado. Hapo ulipo ushafungulia geuka umalizie kufungulia na unipe, sijui sheria sijui ratiba zako hizo. Kesi kwa tengeneza ratiba mpya. Oh, anakuambia nani kuoga? Anaenda nani kuoga? Nipe hizo ratiba sasa hivi hapa. Ratiba iko vile vile. Hakuna kilichobadilika au kilichoharibika. Sisi tumeelewana, kama ulivyoamka na buibui lako. Unaanza kunyonyekea mimi, maji bora mkubwa kwanza. Sawa. Wakati mimi naenda kuoga wewe ukunijiandaa. Wakati mi narudi ona da na kuoga wakati oo narudi, mimi zamani nipo gengeni hapa hapakuna alimwona mwenzie pala, hakuna alimtamani mwenzie, mtu mzima ovyo. Tutaona mengi mwaka huu, watu wanauga na mabaibui kwanza. Mimi nashangaa ni kwa nini mpaka leo yuko hapa hivi eh? Jambo hili kisheria linaruhusiwa kweli? Sasa unalalaje? unalalajiwal au ndio unalala na aibu hii eh? Ah, kutiana dhambi tu i watia na dhambi kabisa, mambo gani hm? furaha yenyewe iko wapi sasa? Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Haya, endeleeni endeleeni kuongea, mlikuwa mnaongea hapo eti, mbona mmenyamaza singnai Yaani nyinyi mlivyokuwa hamna aibu, hamuogope Mwenyezi Mungu? Leo hii ndiyo kwanza asubuhi, kwanza alafu ya mwezi wa Ramadhani, chungu cha kwanza, nyinyi mmekaa mnasengenya watu, wakati mnajua wazi ya kwamba Mwenyezi Mungu ametukataza mambo ya kusengenyana. Nyinyi mnafungua dimba na kusengenya, alafu mwezi wa Ramadhani mmefunga nini Sinangana nini? Mmefunga nini? Sasa hapo hamwoni ha, kama mnapata zambi? Ha, hamuoni kama mnapata zambi? Mnachukulia poa, sindiyo? Eh? Wewe we mwansiti, wewewe simdangaji, wew wewe simdangaji eh? Mbona mambo yako watu hayasemi? Mbona mambo yako watu hawayasemi? Wananyamaza kimya. Alafu wewe. Wewe. we, we, working asti we. Yani wewe hizo shughuli unazofanya hizo ni shughuli za kike hizo. Wanataka ufanye nani wanawake, lakini wewe kwa sababu umekubuka kwenye umalio unaona poa kabisa. <laughs> Unaona safi kabisa. Mwanamke katafute wewe unawasevia mbapo unafua nepi. Unafua nguo za nani za mke wako uone, uone unakosea Hamuoni kama mnavyofanya zote ni dhambi. Na watu wamechuna tu babu wao, nitue umenisikia. Kama nilikuwa mdangaji, hata kama nilikuwa mdangaji, ni kipindi hicho, sio sasa hivi. Sasa hivi mwezi mtukufu watu tunatubu, sio wewe na huyo hawara yako, kazi yenu kuchuma dhambi tu humo ndani, alafu hamtaki kuambiwa. Amsiambie wenyewe ni nani? Hi? Kwa taarifa yenu sasa, kama mlikuwa mjui, nawapa habari. Mi, mimi na mke wangu tunalala mzungu nne <laughs> ya yeah, mzungu nne yeye yeah, yeah, analala majuba, mimi nalala nguo zangu kama unavyoniona hivi, hakuna anayemwona mwenzie kwanza sisi tumeelewana. Kwa hiyo hicho mnachokisema hicho ni cha kinafiki, ni cha uongo. Nyinyi hata kama tunalala tunafanya dhambi nyinyi hayawahusu, kwa sababu nyinyi sio malaika wala nyinyi sio Mungu, si so? Tumeelewana. Kwa hiyo mwache hiyo tabia hiyo. Bora mme wangu useme wewe eh, eh. Hmm mume wake nini? Haya haya, basi Mpodo, bora useme wewe, maana wanatunanga, utafikiri wao wachangia wachangia mahari yetu, labda walipa nusu. Au tukaenda sisi motoni, tukaenda motoni, sina nini wahusu. Au wanajijua kama wana dhambi nyingi, kama vipi tuko motoni, wao ndo watakuwa kuni makuni hayo motoni, makuni hayo, alafu yule pale Chini chini, mm. <laughs> <Kuchini chini we. laughs> Lakini pia hmm. kama, kama, kama hao makuni hey. kama tutaenda sisi motoni basi hey. Wao watatangulia wa kwanza, watakuwa mbele kwenye mstari afu sisi wanyuma hey, yeah, yeah. Ndo hivyo itakavyokuwa kabisa. Hivi wewe Sikitu, wewe hey. Wewe unajishaua nini hasa hey. Na kuwa nawajia juu kama moto wa kifuu hivi, unashindwa kukaa ukajiuliza, huyu Mpodo huyu hmm. Angekuwa anakupenda sangekuoa sindo hapo? Asante kwa ushauri mama. Ushauri haya? We, mumeo yu wapi? Wapi? Wapi? umeolewa lini wa kunipa ushauri huyo? awe mtu mwenye maana zake, wewe ndo anipa ushauri kabisa. kwa taarifa yako sasa mm. Mpodo humpati, utaka? Ukimwangalia na nakuona wamsararia mme wangu sana tu, watamani labda niondoke, ili we alau umpikie sijui futari umdanganye na vidaku. Sasa ninakwambia hivi mimi nipo nipo nilikwepo jiji na nitakwepo, yani jiji. Utaka unione nikiondoka eh? Kwanza najistiri na va baibui, usiku nalala baibui, asubuhi naamka na baibui, na funga yake iko pale pale na kwangu iko pale pale. Twafunga, najua ukweli ni mchungu na ukweli unauma, ila ndo tushawaambia ukweli. Mnachofanya ni dhambi, Mungu hapendi. alafu binti eti kuniambia eti kwamba mimi namtaka huyo Mpodo. Nimtake kwa kipi? Kwa lipi? aliyokuwa nalo huyo Mpodo simtaki kwa lolote. Kwa taarifa yako, huyo Mpodo kanitongoza mara kibao, mimi ndo simtaki. Hivyo nikimpajibu siku yoyote ninaye, eh? mpapampado <laughs> wa msikiachoaacusema bana wao kuzona wamtokoza huyu mpana bana, ndiye aibu bana. Bana, sikilizame kwa sana, sikilizame kwa sana. Wewe unalika mimi na kitu kimoja bwana, bana. Ah, ah, natusengenya sisi sisi, wewe unalika mimi na kitu kimoja na sisi tuwaseme. Jamani, haina mm. haja ya kulumbana mm. mambo mengine tunaelimishana tu, vitu vingine sio vizuri kisheria. We we, we, we, mm, usiseme kitu wewe unajua sheria za dini. Ungekuwa unajua sheria za dini ukausheshwa nepi na vichupi kila siku kila sanki kutizama na waza umeoa au umeolewa? Umeoa. Mpodo mkanye <coughs> <coughs> mwanamke wako mwana namtusi hapo kwamba mkanye mwanamke we, wako we, we, we, unamtisha nani? unamtisha nani? tina unyamaze hivovo dawa ikungie atulie dosi mwingie dawa ikungie. Kwani huyu ndo amekutuma ufanye mambo ya kusengenya? huyu ndo amekutuma. Kwa hiyo kaa kimya wewe hapo we. Lini mimi nimekutongoza leo ikawa siku ya pili? Ah, nikutaki wewe jamvila wageni we. Nikupeleke wapi? Apigwe huyo. Nikupeleke wapi? Alafu wa kuanzia leo hii ninavyozungumza, sitaki unirudie tena maneno yao ya kishamba ya kipumbavu. Nitakubomoa makofi wewe nguvu ya kunaweza mwagia maji Mpodo wangu. Nani wee sasa? Vuka umstari, sikuogopi wewe, wala huyo hawara ako. Kweli basi, kama ndo hivyo, ayo maji mwaga Mpodo. Nafeli wapi Mpodo? Kwambia mkanye mwanamke wako. Simkanyi kwa taarifa yako. Ntakufanya kitu kibaya mimi wewe wewe Hasani, mwanaume mwenzio akakwambia acha mambo ya kike. Mimi nakwambia acha kudanga. Nyinyi wote amnitishi, we mdangaji wa kiume na wewe mdangaji wa kike. Kama mna uwezo wa kubishana na mimi, mwaga Acha ugomvi hivi. Kwa nini mnapenda kudhalilisha nyumba yangu asubuhi hii tena mwezi mtukufu wa Ramadhani e? Mnapigana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hamuoni aibu nyie? Hmm. E? Nani kaanzisha ugomvi, e? Sasa mnafanya mchezo wa paka na panya eh? Sasa nawapeleka kwa mjumbe, siudishe kodi zenu na mkataba mlisoma. Uh -huh. Fujo uh -huh. Ugomvi, usengenya hapa kwangu nyumbani hamna na udangaji huyo huyo. Mnielewa? Sasa mguu kwa mguu kwa mjumbe twende, kwa mjumbe kweli, mnapigana nyie. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa baad. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma kiongozi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kweli, tunazungumzia kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani eh, haifai kufanya ugomvi wa waislamu Waislamu wanatakiwa wapendane, washirikiane wasaidiane washikamane, lakini kinyume cha hivyo itakuwa ni hasara. Kwa nini? Kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kuzidisha kheri, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema eh, shahru ramadana, mwezi mtukufu wa Ramadhani, shahrun mwezi ambao yuzadu fihi rizqu lmumin, rizki ya mwislamu inaongezwa, inaongezeka. Yani kama ulikuwa unapata kwa siku labda shilingi elfu ishirini basi mwezi mtukufu wa Ramadhani utapata elfu arobaini. Inaongezeka rizki ya mwislamu, na kisha akasema mwezi ule hata amali yani, vitendo vya kheri ukivifanya vinaongezwa malipo, man adda fihi faridhatan man adda faridhatan fihi kana ka man adda sabina faridhatan fi masiwa. Mtu mwenye kutekeleza kitendo cha sunna katika Ramadhani, cha faradhi katika Ramadhani, anaandikiwa kama vile kafanya faradhi mara sabini. Yani kitendo cha lazima kwa mfano labda kutoa zaka au kuswali swala tano au kufunga au kuhiji, yani, ukifanya kitendo cha faradhi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani basi unaandikiwa malipo kama vile umefanya faradhi mara sabini. waman adda waman tatawwa fihi bikhaslat min alkhair kana kaman ada faridhatan fimaasiwa na ukitekeleza kitendo cha sunna katika mwezi mtukufu wa Ramadhani basi unaandikiwa thawabu kama umefanya faradhi katika miezi mingine. Kwa hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kujikusanyia mtu malipo mbele ya Mola wake. Kwa hiyo asiwe na wakati wa kuweza kufanya zogo au ugomvi wa watu wakawa hawaelewani. Na akatuelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Eh, fainqatalaka ahadun au saabaka faqul inni swaimu inni swaimu inni swaimu. Akikuchokoza mtu kwa uchokozi wowote au akakutukana we, usimrudishie uchokozi wala usimtukane, mwambie inni saimun, hakika mimi nimefunga. Yani manaake akhafu an ubtila saumi, manaake nnaogopa nisije nikaharibu saumu yangu kwa sababu unaweza katika hasira, unaweza kuropoka kitu kikaharibu saumu yako. Kama ambavyo, e, watu wamekaa labda e, kijiweni hivi au mahala popote pale e, wanaume wamekaa, akapita mwanamke, mwanamke mzuri, basi ile kumtazama mara moja si vibaya, kutaka kujua tu nani huyo anapita lakini ukirudia tena unaweza kusema neno, alafu saumu yako itaharibika. Uh, unaweza kusema, ungekuwa sijafunga mimi. Sasa ungefanyaje? <laughs> Yani, vitu kama hivi ndo vina uh, sababisha uh, saumu so ya mtu iharibike. Kwa hiyo na ugomvi nao pia unaharibu saumu so, maana mnaweza kugombana mkaambizana maneno yasiyofaa, kila mmoja akawa na hasira, ndomaana Bwana mmoja alikuja kwa Mtume akamwambia, ya, ya rasulullah auswini, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, niusie mimi. Mtume akamwambia, la taghdab, usikasirike. Akamwambia, zidini, nizidishie kuniusia. Akamwambia, la taghdab, usiwe mwenye kukasirika ovyo. Akamwambia tena zidini, ya rasulullah, nizidishie kuniusia. Akamwambia, la taghdab, usiwe mwenye kukasirika ovyo. Akamwambia tena zidini, nizidishie kuniusia faradada miraran, akarudia mara nyingi, la tahdab la tahdab la tahdab. Tena masahaba wanasema walihesabu mpaka mara ishirini na tano, usikasirike usikasirike, usika. Yani maana yake nini? Hasira ndio inazua mabalaa. Kwa hiyo ni bora zaidi kuwa eh, mpole. Hata eh, mtu akikufanyia jambo baya, msamehe alafu mwambie maneno mazuri tu. E, wa, wa, wa, watu wema wamesifiwa ndani ya e, Qurani, waidha khatabahum ljahiluna qaluu salama, wakiambiwa maneno ya ovyo ovyo na watu wajinga wajinga, wao husema maneno mazuri ya amani. Kwa kweli kuishi na kimada chumba kimoja kwanza, ni inaitwa inaitwa jambo la kutatanisha. Maana hata hata ukifatana na mkeo njiani, kama ni usiku, basi utoe taarifa. Ukiwaona watu wanaokujua na unaowajua, uwaambie, jamani, huyu shemeji yenu, au uwaambie, jamani, huyu kama ni wadogo wadogo, huyu mama yenu fulani, binti fulani. Uh, ilitokea hiyo hata kwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunazungumzia, yeah, kuhusu kutatanisha, jambo la kutatanisha alifai kulifanya. Maana alhalalu bayinun wa alharamu bayinun, yani halali iko wazi na haramu iko wazi, wa bainahuma umurun mutashabihati. Lakini hapa katikati ya halali na haramu kuna mambo yanatatanisha kidogo, uh, watu wengi hawayajui kwa hiyo e, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kakaa itikafu msikitini mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mkewe mmojawapo, katika wake zake, akamtembelea. Wakati Mtume anamsindikiza mke wake mbele, kulikuwa na vijana wawili mbele yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale vijana walipomwona Mtume anakuja wakazidisha mwendo, akawaambia ala rislikuma tembeeni polepole pole. Innaha safiyatu bintu huyai, huyu ni mke wangu Sofia binti Huyai. Wale wakasema subhanallah ya Rasulallah, kwa nini bwana, mbona unasema hivyo? Akasema, inna shaitana yajri min ibni adama majra dam, kwa sababu shaitani ana kawaida ya kutembea katika mwili wa mwanadamu kwenye mapitio ya damu, yani kwenye mishipa ya damu anatembea kwa hiyo asije akakuvaeni shaitani huko mbele mkaanza kuropoka, ropoka. Mtume ana mzigo, ana mzigo huu mzigo wangu wa halali mfano wake. Kwa hiyo ikiwa wa halali unatakiwa uwatoe mashaka watu, sasa itakuwa wa haramu bwana e, kulala na mtu ambaye e, si wa halali yako ni hatari kubwa, si mwezi mtukufu wa Ramadhani tu peke yake, hata miezi ya kawaida haifai kukaa na mwanamke ambaye hujamwoa. Eti ti unaishi naye, tunaishi tunaishi haramu. Eh, tunapimana tabia, tunapimana tabia, miaka inaenda, watoto wanazaliwa, mpaka wajukuu wanazaliwa. Kule Tandika, hapa hapa Dar es Salaam, kule Tandika, kuna kijana mmoja kashuhudia ya mama yake na baba yake wanaoana ye kazaliwa nje ya ndoa. Alafu kashuhudia mama yake na baba yake wanaoana na yeye akawa anabeba maandazi kupelekea wageni nje. inna lillahi, msiba mkubwa kwa hiyo. Zina kitu kibaya sana, kwa sababu Mtume anasema manzana, mtu mwenye kuzini au sharibal khamr au akanywa pombe sakahu llah binahri lhuti yauma lqiama, siku ya kiama mwenyezimgu atamnywisha kinywaji kinatoka katika mto unaitwa hutu. Masahaba wakamuuliza Mtume, wama binahri lhut ya rasul allah, kinywaji gani kilichomo katika mto wa hutu, ewe mjumbe wa mwenyezimngu. Qal, mtume akasema hiya damu, kinywaji hicho ni damu. Alati tahruju min furuji nisai zaniyati, tena damu yenyewe inatoka kwenye tupu za wanawake wazinifu. Ile harufu yake ukisikia siku arobaini, wewe una kauli lazimika, inavumka vibaya.